Umejaribu kufungua biashara aina mbalimbali mbali bila mafanikio. Hii ni nafasi bora ya kuona kwamba inatakiwa uweze kutoa nuksi na mikosi kwenye biashara yako ili uweze kuwavutia wateja. Kuna njia mbalimbali mbali ya kuweza kusaidika kupitia hili, na mojawapo ni kupata ushauri kutoka kwa mtaalamu wa tiba za kienyeji au mganga hodari wa kienyeji ili aweze kukusaidia. Ndipo maana na kufahamisha kwamba kunaye hapa mganga hodari wa kienyeji, Daktari Ali, mtaalamu wa kutoa ushauri shauri na ndagu za bahati ili uweze kutanua uwezo wa kuwapata wateja. Wasiliana na Daktari Ali kupitia nambari yake ya simu +254 711 734 413 na hakika utaona mafanikio kwenye biashara yako. Wasiliana na daktari Ali kupitia nambari yake hii moja ya simu +254 711 734 413 na hakika utapata ndagu ya mafanikio.